Vipi mkuu? Shida nini? Osi, unaonekana ni tete. Osi, ni kweli yale yangu mbaya. Eh? Vipi mkuu? Umeingia nyumba gani mpaka kimekukuta hicho? Umeingia nyumba nzito. Nilitoka hapa. <coughs> Lakwenda mpaka kwa Narabuku ili nimalize mnaa, lakini kiukweli, kilichonikuta sidhani kama nitaendelea. Mbona nikatisha tamaa tena jamani? Ni kweli yule mtu sijawahi kuona, huwa mtu kama aina ile, na sijajua amepata wa wapi ule utau, lakini nikikumbuka ule uchawi nilishamuona nao mwalimu wangu mwenye mkuu, uchawi wa mwinye mkuu umemkutana na Narabuku. Hicho ndo kinachonishangaza mimi, mbona kama hivyo ivita bado mbichi kabisa. Hapo ndo niliposhangaa mimi apa, cha kufanya musi acha mimi niende kwa mwalimu wangu, anaweza akajua wa uchawi jinsi gani ya kunisaidia.

Ay na, Shida. Genge, genge, genge letu. Kusutana na umbe. Genge letu. Genge ni volo. Genge letu. Shiriki na kuruka. Genge letu. Kusutana na umbe. Genge ni bolo. Ushirike na kurogana wala mola hukumu. Hatua ya kwanza imeshakamilika. Sasa basi, unahitajika kuwa makini sana. Nahitaji kuona utendaji wako wa kazi kwa weredi sana. Kuwa makini na Narabuku. Nahitaji kupata information zote, chochote kinachofanyika na chochote kinachoendelea kwa wakati. Unanielewa? Nimekuelewa afande. Kwenye hilo walo sio na shida na mimi sawa. Vipi, Adamu ameshaondoka? Ndiyo, afande chenga, ashaondoka tayari. Safi, vizuri sana. nitamhitaji kwa wakati mwingine kwenye hii mishini, ila kwa sasa mwacha akafanye majukumu mengine sawa. Haina shida. Sawa, kuwa makini sana, lakini pia kuna konstebo mwingine anakuja, atakapofika nitakujulisha. Haina shida mkuu, nimekuelewa. Sawa, tutaonana wakati mwingine.

Umevaa miwani kama vile msomeli ya mageti, alafu ujavaa unifomu ya, ya msuli kwa nini? Kiukweli kibarakasheni imekosa binafsi, lakini kuhusiana na msuli, kiukweli sijui kuvaa na ndio maana hapa nipo hapa na danlodi ni kusudi nijue jinsi gani ya kuvaa msuli, sijui kuvaa msuli kabisa. Wewe ndo wasimu nini, songia Google ulikuwa na download msuri, Udo, nini hapo ungeangalia hata kwa chat GPT ungemuuliza, uko umeshindwa. Simama juu Yaani bei anaongea huna ka. Unapata wapi nguvu na jeuri? Yaani msuri baada ya kuvaa kwenye kiuno we kenge umekalisia umeukalia aa chukua valakalaka au ni kutemi bao? Eh, baba, yamekuwayo tena. Eh, ulitaka yao yapi? Hey, ya hey, hey, umeshatibua, umeshatindinganya.

Mwamarajivili barajivili, jamani mbona hivyo? Ye ni mwanaume pesa una unapenda makelele, jamani ah. Ah, mke wangu, kwa hiyo mimi kutokuwa na pesa ndo kuna kufanya o unune ukasirike? Kwanza vinahusianani wapi kwa wapi? Nisikize nikwambie, nipe hela kula mimi niende mkapike sawa. Pesa unapata lakini mwana uondoke naye, maana hapa anasumbua, namwagamwaga vitu. Cheki mchele wote umwagika. Jamani huyo mtoto ubaki naye tu. Yaani kwanza mimi sina muda ya kubeba mtoto leo. Na muda sina. Yaani hapa nilipo nimevurugwa hatari. Yaani usitaki kumchanganya kabisa. Nimekwambia ingia ndani, nipe hela nikapike. Huyo mtoto umo ndani akimwaga unga, akimwaga mchele ni mali ya babake. Chonde jamani naomba uniache. Mbuzi wa bwana hili, shamba la bwana hili. Sasa Mama Rajiv, mbona unapenda kumtesa huyo mtoto? Kila muda yuko hapa. Yaani hapati malezi ya mama. Kwa nini? Malezi ya baba pia ni malezi, na mtoto atakuwa huyo. Ingia ndani, nipe pesa nikapike. Sawa mama, nakupa. Hey, sio tu nakakaa kizembezembe umenielewa? Sawa, haina shida. Sio, umenielewa sema, nimekuelewa Narabuku bei. Sawa, be, nimekuelewa. Mimi huyo <laughs> Kiongozi wa magenge haya jitanganye, uone kenge mimi eh? huyu huyu hmm. naye vijishilia zeki zeki, pumbavu pumbavu, sasa hivo ah. Hivo tutaenda mambo tonishakabiziwa genge kama hivi Kusutana na umbe genge yetu hili genge ni bolo genge yetu shirike genge genge. Kwa kweli mama, hizo ndo changamoto ambazo zinaikumba familia yangu. Yani e, nashinda hata kuifikiria familia yangu. Nashinda kumfikiria na mwanangu, yulo mwanamke ananichanganya wangu, sijui hata nifanye nini. Sasa mwanangu, unashindwa kuelewa ufanye nini? Kwa nini unashindwa kuelewa, wakati mwanamke umemtaka mwiye familia nzima tulikuwa tumuhitaji yule mwanamke? Wewe ndio umemwang'ania yule mwanamke, sisi tulikuwa tumtaki kabisa. Una ulisema ni la kweli mama, lakini mwanao ndo ameshampenda yule mwanamke, nifanyeje? Ndo asiofunzwa na mamaye, ufunzwa na ulimwengu. Haya umeyataka wewe lakini mimi niko tayari, mjuku wangu kuwa naye, sio nyinyi Mi si siwataki nyinyi, ndeni huko mwende mkaishi, ila mjukuu wangu mi na, na, nataka nibaki naye mi mwenyewe. Niachie mjukuu wangu, sishindu kumlea yule. Sawa, mjukuu wako ndio nimekuletea ukae. Okay, naye. Ah, nenda kwa bibi. Njoo mume wangu, njoo mjukuu wangu, achana naye. Hawa hawaeleweki hawa, wazazi wako hamna hata mwana akili. Baba hana akili, mama hana akili. Ubaki tu na mimi hapa, umesikia? Sawa mama, kukiwa na shida yote utaniambia, maana najua mjukuu wako atahitaji vitu vingi sana. Sawa mama. Sawa mwanangu, nimekuelewa, nitakujulisha wala usijali. Hii damu yangu wewe, damu yangu, siwezi kumtupa huyu mtoto. Sawa mbaki. Sawa nashukuru mwanangu. Karibuni sana. Sawa mimi naenda. Haya, huyu kamtaka yule yule, kamkataa mara, akaenda kwa yule. Mbona ni balaa? Aiye, ukimjuwa mchawe basi unawanga naye wambie. Mimi siwashangae, hakuna. Mimi nilizaliwa naye. Paka mambo poa. Karibu, nikudumie nini? Maana poduma zote zipo. Mi ilikuwa namuuliza namuliza chengachenga mbili, sii nimemkuta chenga. Oh, chenga mbili Uh, chenga chenga mbili hayupo. Kwa hiyo nafasi yake nimekuja kushika mimi kwa sababu chenga chenga mbili amepata dharura kidogo. Kwa hiyo ameniomba nije nishike nafasi yake. Haya, sawa. Ila kuna kitu aliniambia nije nichukue. Mzigo gani alokwambia ufate kwa sababu ukiniambia mimi ndo mumwambia yeye. Ukimwambia yeye ndo umeniambia mimi. Ilikuwa mwamala. Ah, mwamala. Mimi nifikiri kitu gani , kumbe mwamala. Kiasi gani huo? Ilikuwa kama elfu thelathini hivi. Ah, kumbe elfu thelathini Sasa elfu thelathini si la chai. Okay, sawa, mi nitakupa elfu hamsini Je, na utanipa ninachokitaka? Haina shida. Kama elfu hamsini ipo, basi nitakupa unachotaka sawa. Kama mm hivyo, haina shida. Kwenye mpango wa mama, mama hapa mamala, tajanamba furi saba kumi taba kumi na mbili tisini na nne. Karibu sana kiongozi, si ni kuhudumia nini. Sh. wewe nisikilize, huyo chenga chenga mbili hapa hayupo, na kama unamdai mtajua we. Apa, na wenyewe hapa nakutaka uondoke. Hmm, uko na shida gani? Umeniambia mama yangu analipa wewe. Wewe dada nikome, nikome. Yaani mimi ndo nikwambia maneno hayo, mimi. Mimi. Ah, so kwa utakuwa umekosea namba. Sio mimi bwana. Labda umenifananisha. Sikia. Mimi sitaki nikuone hapa. Nataka nimhudumie mteja wangu. Toka. Sasa kama yale una ulikuwa unajishewa nini? Eh, wewe dada, wewe ndo unatafuta mimi matatizo. Mshwa siku nikupige nikuue nikuumize, uanze kunishtakia. Oh, zungu, zungu mkorofi sio nini? Bwana e.

Mke ah. wangu huyo, yaani hapo najua hadi unaosha vyombo, basi ujue mambo ya msosi tayari. Na tena umeoga, maana sio kaida yako kabisa. Hebu nifanyie basi mpango wa chakula. Hata sijaoga, nioge nigundweni. <coughs> Nimevaa tudela langu po, nikimaliza panindi nkaswambe. Mke wangu, inamaana ujaoga ndio? Yani kila siku navyokupigia kelele ina maana ubadiliki tu mke wangu, mwanamke mazingira sio kunuka kikwapa. Unasemaje eh, chizi? Afu nisikilize we mwanaume, naona siku unaanza kunipanda kichwani. Kikwapa changu mimi, wewe kuna kuhusu nini? Yaani mimi napaka losheni yangu ya bei, umenielewa eh? Losheni elfu kumi na tano selamu elfu kumi na tano sabuni yake shilingi elfu tano wewe, nataka nioge kila siku ili iweje? Losheni yangu sifanye kazi vizuri Yaani nikiwa napaka losheni natakiwa nioge kwa wiki mara moja tu. Sio nioge kila siku. Nioge kila siku nigundue nini bwana Ele? Hem niache bwana hii. Wewe vipi? Hmm. Huh. Kwanza mwanangu yuko wapi? Naona umejirudisha wewe tu kama wewe mtoto simuoni, umemwacha wapi? Yaani leo hii nagundua kama ndo na mtoto. Yaani akili ndo inakufunguka. Aya, ah, yeah. Mwanangu ni mpeko kwa bibi yake kwa, kwa kale maisha. <laughs> Kwa hiyo mimi mgumba sina mtoto. Yule mtoto ulienda wewe leba, si ndio? ulienda kumnyaa wewe yule mtoto eh, yaani unavona na kuachia achia. Unajua mimi sina mtoto au vipi? na uchungu na nini, asikia machungu yote na uchungu wa leba, na ujua, yaani katika watu wagumba mimi sipo, unanielewa eh? mzazi fiskali lakini nimezaa. Upo sasa, nakwambiaje? kama umempeleka kwa mamako mtoto na utaenda kuloko kwa mamako, si unampenda sana mamako eh? kale huko chakula changu kilichokuwepo ndani nitakula chakula mwenye usiku, jioni sipiki nadhani umenielewa na hivi vyombo hivi uje uvimalizie kuviosha. kusutana na umbe genge yetu, hili genge ni bolo genge yetu, ushirike na kurogana genge yetu, wala they don't take care genge yetu, mola ukumu hali genge yetu, machafu yao. Karibu kiongozi. nini ambacho kilikuwa kinaendelea hapa Prince? huyu dada bwana anamdai chenga chenga mbili hivi wamekuja kumuulizia hapa kwa sababu sijui kuna muamala ambao walikubaliana watumiane. Kondo alikuwa amekuja kumuulizia hapa, ndio maana umemkuta hapa hivi eh. Kumbe na wewe ndo wale wale, si nimesikia habari ya miamala hapa, na alikuwa na anataja namba kwamba ulikuwa unatuma pesa, si ndio? hmm. Ah ah amna kiongozi, yaani mimi sipo kama Chenga, nikwambie tu ukweli mimi kijana, watu mstaarabu, mpole, ukiulizia hata sifa zangu ama magengeni, mimi sifa zangu nzuri kuliko hata eh. Ah, na na amna, yani yule nimemwomba namba yake ili kusudi sasa niende nimpelekee chenga ajue anamalizana vipi. Aa, ka, kumtumia wote mwamala wote gani? mimi maskini, mimi bahati nzuri nimekushuhudia kwa macho yangu, sijaadi sio, wala kusimuliwa. Sasa nakupa last warning, ikitokea hiki kitu kimejirudia tena na nikashuhudia, utarudi ofisini na nitakupatia adhabu kali kuliko hata huyo mwenzako ambaye amerudi sasa hivi ofisini. Tumeelewana? Nimekuelewa mkuu. Ni mkuu. Vyema ukakaa kwa tahadhari, maana mtu unayedili naye, usinichukulie poa kwenye kazi yangu nahitaji watu makini na wenye weredi wa kufanya kazi yangu. Nikiona unaletea masiara kwenye kazi yangu, basi nami sitakuletea masiara vile vile. Tumeelewana? Ndio. Vipi, Narabuku yuko wapi? Maana pale ofisini kwake simwoni. Ah, Narabuku kwa alikuwepo hapa, lakini sijui akaelekea wapi, maana naye yule... Ah, mguu utulise mmoja Aa, nahitaji ujue taarifa zote za Narabuku, sio kukaa hapo na kuanza kuimba taarabu kama saizi. Ujui narabuku yuko wapi, ujue ameenda kufanya nini, hujue atafanya kitu gani, na angali mshukiwa wetu. Ndo huyo tunahitaji tupate taarifa zake. We uko tu hapa kazi kutuma miamara, maana ndio kilichokuleta hapa sasa. Basi nahitaji uwe karibu na mshukiwa wetu yaani ikiwezekana uwe kama chawa hivyo, unaelewa nikimaanisha neno kama chawa sawa? Kiongozi, haina shida kuhusiana na hilo, wala usijali. Sasa siku nyingine nije huko, umekaa hapa, nitanieleza vizuri. Naondoka. Hmm, mkuu naye ana banabana Nilikuwa nishapata mtoto fulani hivi mweupe na sasa mwingine kaondokea huku, huyu mweupe kaondokea huku. Aya, namfata nani mtoto mweupe? Ah, likuwa nishaingia kwenye mfumo ule, yani ule nikuwa nafanya ile, ashikilia au uno, kama uwezi tuliza mkumbatie, apo apo naingiza kamdomo, asija kanisikia kusotana na umbe